Sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu imewadia leo. Kwa mahubiri yenye kichwa roho wa sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, tujifunze neno la Mungu. Sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu inaweza kuchukuliwa kama sikukuu ya mateso. Kwa maneno rahisi, ni siku Yesu aliposulubiwa msalabani. Tukitafakari juu ya usulubisho wa Kristo na maisha yake ya dhabihu, leo lazima tutafakari juu ya dhambi zetu, tutubu na tuiadhimishe sikukuu hii kwa nia ya kushiriki katika mateso ya Kristo. Kupitia Biblia hebu tuone jinsi gani sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu ina roho ya Kristo kujitoa dhabihu na upendo wa kuyatoa maisha yake ili kuwaokoa wanadamu. Zaidi ya hayo, lazima tushiriki upendo huu kwa wanafamilia wa Sayuni, majirani zetu na wanadamu. Kuna taratibu za ibada katika Agano la Kale na mafundisho katika Agano Jipya kuhusu sikukuu hii. Hata hivyo, leo tutazingatia roho wa dhabihu ya Mungu katika sikukuu hii. Tuangalie Mathayo sura ya 26 mstari wa 47. Hili lilitokea miaka elfu mbili iliyopita katika siku hii, sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Tuone mstari wa 47. Alipokuwa bado anazungumza, Yuda mmoja wa wale kumi na wawili akafika. Alikuwa amefuatana na umati mkubwa wa watu wenye panga na marungu waliokuwa wametumwa na viongozi wa makuhani na wazee wa watu. Basi msaliti alikuwa amewapa hao watu ishara kwamba, yule nitakayembusu ndiye, mkamateni mara Yuda akamjia Yesu na kumsalimu, Salamu, Rabi. Akambusu. Yesu akamwambia, rafiki, fanya kile ulichokuja kufanya hapa. Kisha wale watu wakasogea mbele wakamkamata Yesu. Miaka elfu mbili iliyopita, Yesu alikuja duniani kuwaokoa wanadamu. Hakuna kitu kilichokuwa kwa faida yake mwenyewe, badala yake alichagua kuvaa mwili ili kuokoa watoto wake. Yesu aliweka kando utukufu wote wa mbinguni na hata kiti chake cha enzi naye akaja katika dunia hii kuwaokoa wenye dhambi. Hata hivyo, angalia jinsi wenye dhambi wa mbinguni waliohitaji wokovu walivyomtendea Mungu aliyekuja kuwaokoa. Hawakusita kumsaliti, walipanga njama kumkamata Yesu. Hili limeandikwa waziwazi katika kitabu cha Mathayo. Tuendelee na mstari wa hamsini na sita tuone mstari wa hamsini na sita "Lakini haya yote yametukia ili maandiko ya manabii yapate kutimia." Ndipo wanafunzi wake wote wakamwacha na kukimbia. Miongoni mwa wanafunzi waliomfuata Yesu hadi mlima wa Mizeituni, mmoja alikuwa amepanga njama ya kumsaliti Yesu kwa ajili ya sarafu thelathini za fedha. Hako, hako, Ye. Kana kwamba hiyo haitoshi, wale wanafunzi wengine wa ambao walikuwa wameahidi kumfuata hadi mwisho walimwacha Yesu na kukimbia. Alikuja hapa duniani kwa kusudi la pekee la kutusamehe dhambi zetu na kutuokoa, na bado Yesu alipata maumivu alipokuja duniani miaka elfu mbili iliyopita. Tuangalie Mathayo sura ya 26 mstari wa 62 kisha kuhani mkuu akasimama na kumwambia Yesu, "Je, wewe hutajibu? Ni ushahidi gani hawa watu wanaoleta dhidi yako?" Lakini Yesu akakaa kimya. Ndipo kuhani mkuu akamwambia na kuapisha, "Mbele za Mungu aliye hai tuambie kama wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu." Yesu akajibu, "Wewe umenena. Lakini ninawaambia nyote Siku za baadaye mtamwona mwana wa Adamu akiwa ameketi mkono wa kuume wa mwenye nguvu, na akija juu ya mawingu ya mbinguni. Ndipo kuhani mkuu akararua mavazi yake na kusema, amekufuru! Tuna haja gani tena ya mashahidi zaidi? Tazama, sasa ninyi mmesikia hayo makufuru. Uamuzi wenu ni gani? Wakajibu, anastahili kufa. Kisha wakamtemea mate usoni, na wengine wakampiga ngumi, wengine wakampiga makofi na kusema, tutabirie wewe Kristo, ni nani aliyekupiga? Tafadhali angalia matendo ya wale waliohitaji wokovu. Mmoja wao alimuuza Yesu mikononi mwa adui zake kwa ajili ya fedha huku wanafunzi wengine ambao walipaswa kuwa na imani zaidi walimwacha Yesu wakifikiria tu hali zao ngumu. Hii ndiyo asili yetu. Tunapaswa kujitafakari wenyewe na Mungu aliyekuja kutuokoa kupitia roho ya sikukuu hii. Tuendelee na sura ya 26 mstari wa 69. Katika mstari wa 69 imeandikwa, wakati huu Petro alikuwa amekaa nje uani. Mtumishi mmoja wa kike akamjia na kumwambia, wewe pia ulikuwa pamoja na Yesu wa Galilaya. Lakini Petro akakana mbele yao wote akisema, sijui hilo usemalo. Alipotoka nje kufika kwenye lango, mtumishi mwingine wa kike alimwona, akawaambia watu waliokuwepo, huyu mtu alikuwa pamoja na Yesu Mnazareti. Akakana tena kwa kiapo akisema, mimi simjui huyo. Baada ya muda mfupi, wale waliokuwa wamesimama pale wakamwendea Petro, wakamwambia, hakika wewe ni mmoja wao, kwa maana usemi wako ni kama wao. Ndipo Petro akaanza kujilani na kuwaapia, mimi simjui mtu huyo. Papo hapo jogoo akawika. Ndipo Petro akakumbuka lile neno Yesu alilokuwa amesema, kabla jogoo hajawika utanikana mara tatu. Naye akaenda nje akalia kwa majonzi. Hata Petro alimkana Kristo akisema simjui Yesu. Alikanwa mara tatu leo, yaani Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu. Hata Petro aliyekuwa na imani kuu zaidi alimkana Yesu mara tatu. Yuda Iskariote alimsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Pia angalia jinsi wale wanafunzi wengine waliokuwa karibu naye walivyokimbia tu. Tunahitaji kuzingatia subira ambayo Baba aliweka katika hali kama hizo. Mungu alikuja duniani ili kuwapa wokovu, akiweka kando utukufu wa mbinguni, hata kiti chake cha enzi. Hata hivyo walimtendeaje mwokozi wao? Tafadhali angalia jambo hili na utafakari juu yake. Wanadamu wanatenda matendo haya ya uasi. Tuendelei na Mathayo sura ya 27 mstari wa 21, tuangalie sura ya 27 mstari wa na 21. Mtawala akawauliza tena, ni yupi kati ya hawa wawili mnayetaka niwafungulie? Wakajibu, Baraba. Pilato akawaambia, basi nifanye nini na huyu Yesu aitwaye Kristo? Wakajibu wote, msulubishe! Pilato akawauliza, kwa nini? amefanya kosa gani? Lakini wao wakapiga kelele kwa nguvu zaidi wakisema, msulubishe! Pilato alipoona kwamba hawezi kufanya lolote, lakini badala yake ghasia zilikuwa zinaanza, akachukua maji akanawa mikono yake mbele ya ule umati wa watu, akasema, sina hatia juu ya damu ya mtu huyu, hili ni jukumu lenu. Watu wote wakajibu, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Basi akawafungulia Baraba, lakini baada ya kuamuru Yesu achapwe mijeledi, akamtoa ili asulubishwe. Kuhusu Mwokozi aliyekuja kuwaokoa wanadamu, walimwona kuwa mbaya hata kuliko mnyang'anyi. Walipaza sauti, mwachilie huyo mnyang'anyi, lakini msulubishe Yesu. Zaidi ya hayo, walipaza sauti wakisema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Wazia moyo wa Mungu unaposikiliza maneno yao yenye nia mbaya. Miaka elfu mbili iliyopita alikuja katika dunia hii kuwaokoa na kuwapa msamaha wa dhambi, ila wanafunzi kama Petro aliyekuwa na imani imara na Yuda Iskariote ambaye alikuwa mmoja wa wale kumi na wawili walitenda matendo hayo ya kikatili. Isitoshe, Waisraeli ambao walikuwa wakimgojea Mungu walisisitiza juu ya kumsulubisha Yesu badala ya yule mnyang'anyi. Walipiga kelele kwamba wao na vizazi vyao watalipia damu ya Yesu. Hii ndiyo aina ya matendo ambayo Kristo alivumilia. Leo Walakini, kuanzia mstari wa 27 na kuendelea tunaweza kuona kwamba Yesu aliwahurumia na akaichukua kimya kimya mizigo yao. Tuone mstari wa 27: Kisha askari wa mtawala wakampeleka Yesu kwenye Praitorio na wakakusanya kikosi kizima cha askari kumzunguka Wakamvua nguo zake na kumvika vazi la rangi nyekundu. Kisha wakasokota taji ya miiba wakaiweka kichwani pake, wakamwekea fimbo katika mkono wake wa kuume, na wakapiga magoti mbele zake na kumdhihaki wakisema, salamu, mfalme wa Wayahudi! Wakamtemea mate, wakachukua ile fimbo wakampiga kichwani tena na tena. Baada ya kumdhihaki, wakamvua lile joho, wakamvika tena nguo zake. Kisha wakampeleka ili wakamsulubishe. Mnapochunguza hili moja baada ya jingine, hebu wazia jinsi utakavyohisi ikiwa baba yako wa kimwili alikuwa akiteseka kwa sababu ya dhambi ambazo hakutenda. Itakuwa vigumu kuiangalia. Kushuhudia dhihaka hii kungemfanya mtu yeyote ajiulize hili lawezaje kutokea. Walakini, lakini tunapotambua kwamba ilitokea kwa sababu ya dhambi zetu, lazima tujiulize swali hili. Mtazamo wetu unapaswa kuwaje? Leo alikuja katika dunia hii kuwaokoa wanadamu waliokusudiwa kwenda jehanamu. Hata hivyo walimvua nguo zake, wakaweka taji ya miiba, wakaweka fimbo katika mkono wake wa kuume, wakapiga magoti mbele yake na kumdhihaki, wakamtemea mate na kumpiga kichwani kwa fimbo, wakisema, salamu, mfalme wa Wayahudi. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 27 tunaweza kuona jinsi wanadamu walivyomtukana Mungu, ila alivumilia kama kondoo aliyenyamaza. Alikuwa na subira, hakuonyesha hasira dhidi yao. Tuendelee kwa kuangalia sura ya 27 mstari wa 32. Walipokuwa wakienda wakakutana na mtu mmoja kutoka Kirene, jina lake Simoni, nao wakamlazimisha kuubeba ule msalaba. Kwa kuwa uzito wa msalaba ulikuwa mzito sana kwa Yesu kuhimili. Askari wa Kirumi walimkuta huyo mtu kutoka Kirene ili aubebe msalaba badala yake. Hii inaonyesha ukali wa hali hiyo. Kila ninapotazama nyuma katika matukio ya Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu, inanikumbusha jinsi Yesu alivyoteseka ili kutuokoa. Ijapo hatuwezi kumheshimu Mungu mtukufu ipasavyo kama anavyostahili, wanadamu walimtendea vibaya hata kuliko mnyang'anyi. Aliwashuhudia wanafunzi wakimsaliti, wakimkana na wakimtelekeza ili tu kuokoa maisha yao wenyewe. Tara watu walipiga mayowe wakitaka Yesu afe, wakitaka kulipa gharama ya dhambi zao, lakini Mungu akawaangalia kwa macho yaliyojaa rehema. Hii inaonyesha neema na upendo wake ambao tunapaswa kuukumbuka kwa moyo wote kuya wa Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu a hivyo Yesu alitoa ombi kwa wale wanaomwamini Mungu d tufungue Mathayo sura ya kumi na sita Mathayo sura ya kumi na sita mstari wa ishirini na nne. Ndipo Yesu akawaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata, ni lazima ajikane mwenyewe, auchukue msalaba wake, anifuate. Msalaba unaashiria mateso. Alimaanisha yeyote anayetaka kunifuata lazima ahimili mateso. Katika mstari wa 25, Yesu anasema kwa maana yeyote anayetaka kuyaokoa maisha yake atayapoteza, lakini yeyote atakayeyapoteza maisha yake kwa ajili yangu atayapata. Alisema, chukua msalaba wako na unifuate mimi hadi ufalme wa milele wa mbinguni. Tupilieni mbali kiburi chenu, chukueni msalaba wenu na nifuateni, kwa nia ya pekee ya kuwaokoa wanadamu. Manuro, hii ndiyo roho ya Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu. Ijapokuwa alikuja duniani kwa nia njema ya kuwaokoa wanadamu, wanadamu walimdhihaki, walimdharau na kumtesa. Biblia inaonyesha jinsi walivyompa Kristo aliyekuja kuwaokoa. Hata hivyo, tunaweza kuona kwamba Kristo alinyamaza kama kondoo mbele ya wanaomkata manyoya. Basi, tunapaswa kujifunza njia gani kutokana na maisha ya Kristo? Tufungue Petro wa kwanza sura ya nne. Tuangalie Petro wa kwanza sura ya nne mstari wa kumi na tatu. Bali furahini kuwa mnashiriki katika mateso ya Kristo ili mpate kufurahi zaidi wakati utukufu wake utakapofunuliwa. Kama mkitukanwa kwa ajili ya jina la Kristo mmebarikiwa kwa sababu roho wa utukufu na wa Mungu anakaa juu yenu. Lakini asiwepo mtu yeyote miongoni mwenu anayeteswa kwa kuwa ni muuaji au mwizi au mhalifu wa aina yoyote au anayejishughulisha na mambo ya watu wengine. Lakini kama ukiteseka kwa kuwa Mkristo, usihesabu jambo hilo kuwa ni aibu, bali mtukuze Mungu kwa sababu umeitwa kwa jina hilo. Ijapokuwa Kristo alikuja hapa duniani ili kutoa mapenzi yake mema, wale waliohitaji neema yake walimtendea vibaya. Tunapaswa kukumbuka jinsi Baba alivyotembea njia ngumu ya injili iliyo mbele yetu. Kila tulipokabili hali ngumu tulipokuwa tukiwasilisha habari njema kwa wanadamu, tunapaswa pia kutafakari juu ya dhabihu ya Mama, tukiamini kwamba lazima tuwe na subira kupitia majaribu haya yote. Tuangalie Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa kumi na nane nini watumwa watini mabwana zenu kwa heshima yote, si wale mabwana waliowema na wapole peke yao, bali pia wale walio wakali. Kwa maana ni jambo la sifa kama mtu akivumilia anapoteswa kwa uonevu kwa ajili ya Mungu. Kwani ni faida gani kwa mtu kustahimili anapopigwa kwa sababu ya makosa yake? lakini kama mkiteswa kwa sababu ya kutenda mema, nanyi mkastahimili, hili ni jambo la kusifiwa mbele za Mungu. Ninyi mliitwa kwa ajili ya haya, kwa sababu Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akiwaachia kielelezo, ili mzifuate nyayo zake. Yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakutishia, bali alijikabidhi kwa yeye ahukumue kwa haki Kongiro, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, ili tufe kwa mambo ya dhambi bali tupate kuishi katika haki. Kwa kupigwa kwake ninyi mmeponywa. Kwa maana mlikuwa mmepotea kama kondoo, lakini sasa mmerudi kwa mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Leo roho ya Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu ina fundisho hili lililotolewa katika Petro wa kwanza sura ya pili. Tunapoishi kama Wakristo, tunakabili majaribu, kashfa na magumu mbalimbali mbali. Tunashuhudia kuhusu wokovu na kuhubiri injili kwa wale wanaotuzunguka kwa nia njema, lakini wakati mwingine wanatutendea vibaya zaidi kuliko wanyang'anyi, wakati mwingine kwa kashfa na dhihaka. Pia tuna waumini wetu wapendwa karibu nasi, wakati mwingine hata miongoni mwa waumini wetu tunaweza kukabili hali zisizostarehesha. Kila hili linapotukia, kwanza tufikirie kuhusu mateso ya Baba wa mbinguni na tujiulize, je, niwarudishie kwa ovu au nishinde uovu kwa wema? Kwa kufanya hivyo tutaweza kumfuata Mungu na hatimaye kazi ya injili itakamilika g 가운데서 완성된다라고 볼 수가 있겠습니다. Tunapokabiliwa na uovu na matendo yasiyo ya haki, kuna njia mbalimbali mbali za kutenda. Je, niitikie kwa upendo au niwarudishie kwa maumivu na mateso g erm n g kuna njia nyingi lakini kuna njia Mungu alituonyesha: ushinde ubaya kwa wema. Anatufundisha kuushinda uovu kwa wema uliotukuka zaidi. Fikiri kuhusu maisha ya Kristo ambaye alikuja duniani na kuvumilia mateso kama haya ili kutuokoa. Hapakuwa na sababu ya kusulubiwa kuchomwa na mkuki au kupigwa viboko, walakini Biblia inaandika katika kitabu cha Isaya, ilikuwa kwa sababu ya makosa yenu na dhambi zenu. tulimsababisha apatwe na maumivu haya basi ni lazima tuweze kufuata njia ya mateso ya Kristo na tuvumilie mateso hayo hadi mwisho. Lazima tufikiri, Baba alivumilia sana hivi na Mama alipitia mateso mengi hivi. Kwa roho nzuri ya namna hii, ni lazima tuushinde uovu kwa wema, badala ya kulipa ovu kwa ovu. Ninaamini kwamba tunapofanya hivyo, Mungu atakamilisha kazi ya injili hata leo. Katika maisha yetu kuna hali nyingi zisizopendeza. Tunapokabili hali hiyo isiyofaa, hebu tufikiri kuhusu msalaba wa Mungu. Hebu tufikirie jinsi tunavyopaswa kuwa na moyo wa Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu ambapo alisulubiwa na kushiriki katika mateso yake. Ningependa kuwaomba kufuata katika nyayo za mateso ya Kristo. Tunapokabili hali isiyofaa, lazima tuitikie vizuri. Jambo lisilofaa linapotokea, tunapaswa kukumbuka roho ya Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu na tujikumbushe, je, nirudishe baya kwa baya au niushinde ubaya kwa wema? Nikitumaini kwamba tutaweza kufuata nyayo za Mungu kwa sala nyingi, ili kwamba tuweze kumsikia Mungu akituambia "Ulifanya kazi nzuri." Ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni sana.